Eat less, kula kidogo, alafu move your body sana. Yani mwili wako umuvuzishe sana, muvuzisha mwili wako sana. So unaweza ukamuvuzisha kwa kufanya mazoezi kama hivi, mimi asubuhi nakimbia au natembea, au kama una kazi zako zinakuruhusu sana kwa sababu mimi kazi zangu nyingi yeah, ondomana, ni za kukaa. Yeah, muda mwingi nakaa. Kwa hiyo ndio maana asubuhi inabidi nikimbie au nitembee. Lakini kama wewe kazi zako ni za kutembea tembea Eh, siku nzima yani wewe ukai unatembea, pia hiyo ni namna nzuri ya kumuvuzisha mwili wako. Alafu ya kama na wewe ni mtu wa kazi za kukaa, basi uhakikishe unafanya mazoezi, au kama unapenda kufanya yale majukumu yetu ya nyumbani, basi unayafanya ya, ya, leo mawimbi haya unazifanya, una, yani cha muhimu ni kwamba mwili wako uufanyishe zaidi mazoezi Sio kwa lazima uende jimu au ukimbie kama mimi, lakini hakikisha una move zaidi mwili kuliko chakula unachokula. Sasa kinachotokea, watu wengi wanakula amount kubwa ya chakula alafu mwili una move kidogo sana. Yani almost kama mtu a move kabisa, anakaa muda mrefu, anakula sana, unatarajia nini afya yako hapo? Lazima iwe haiko balance, haiko vizuri. Kwa hiyo hiyo ndio awareness kubwa kwamba uh, tutunze afya zetu ili afya zetu zitutunze na namna nzuri ya, ya kutunza afya yako ni kuhakikisha unamuvuzisha mwili wako. Mwili unamuvu, mwili unafanya kazi eh, viungo vyako vina vinajishughulisha yani, na unakula less, unakula kidogo. Sawa? Sio unakula sana alafu na move kidogo. Hapana, move sana alafu kula kidogo. Hiyo ndio namna ya kutunza afya, lakini pia zingatia vitu unavyokula. Kunywa mapombe sana, aa, sio afya. Kuvuta masigara kula mavyakula haya ya haya, haya, haya ya fast food haya, ma, ma, ma junk food sio vizuri, ya kula vitu natural mchicha, matembele eh? Kama ni wanga, kula kidogo, kula ndiyo ugali, wali, lakini kula kidogo eh, wanga kidogo, maprotini kwa wingi. Right, all right, sawa. Unajua Biblia imesemaje? Nendeni mkajifunze kwa chungu sisimizi, eh? Sisimizi ndio, ndio, ndio kiumbe ambacho kinajua kwamba leo nikivuna kesho hakutakuwa na hayo ma, mavuno yaani, kwamba kuna leo kuna, kuna chakula tele lakini kesho kutakuwa na njaa. Sisimizi ndio mwenye hiyo akili, manake anajiwekea akiba ili kesho itakapokuwa haipo aweze kutumia ile akiba yake. So unaposema kwamba asubiria njaa ikija au shida ikija, ndio hapo hapo utajifunza, basi Yusufu asingeweza kutafsiri ndoto ya, ya Farao kwamba kutakuwa na miaka ya chakula na kutakuwa na miaka ya njaa. Kwa hiyo ile miaka ya chakula tuweke, ili miaka ya shida itakayokuja ya miaka ya njaa hivi tulivyovihifadhi viweze kutusaidia. Kwa hiyo leo hii unapomfundisha mtoto kwamba kuna upande huu wa maisha, kuna upande huu wa maisha, means kwamba ndio unamwandaa sasa kukabiliana na hizo changamoto za maisha, lakini sisi tunaogopa kwa sababu tumetoka kwenye shida, kwenye matatizo ambayo tunayatafsiri kama matatizo, lakini uhalisia ni kwamba ndio kanuni za maisha. Eh? Mungu wetu hakutuumba tukashuka na magunia ya fedha au tukashuka na haya majumba, tumetumia akili zetu kutengeneza. Kwa hiyo lazima umtreni mtu kujiandaa kujua kwamba wewe lazima uweze ku overcome challenges, yani challenges is there, hakuna namna ambavyo unaweza kujiepuka eti kwa sababu wewe sasa hivi una una maisha fulani, basi mtoto wako unataka hayajue tu hayo maisha ulionayo. No, sio kweli, atashindwa kuja kukabiliana na haya, na akishindwa maana yake atatafuta shortcut kwa sababu anataka kuendelea kumaintain maisha yale yale ambayo wewe umemfundisha matokeo yake, aidha ataiba, atakuwa shoga ata atafanya vitu vya ata, shortcut tu kwa sababu yeye hataweza kuhimili kupita kwenye hizi process ambazo lazima upite. Sisi binadamu ni kama dhahabu tu, ili uweze kung'aa lazima upite kwenye moto. Changamoto zetu ndio moto wa kutung'arisha. Mtoto anapoamka anapoweza kwenda kwenda ku, eh, kwenda kujiandaa kwenda shule mapema Ku, yani ni pati ya yeye kuanza kufanya mazoezi ya upambanaji. Sasa hivi vijana wengi ni wavivu e, watoto wengi ni wavivu yani, me mnafahamu, uko majumbani hata kuosha chombo chake hawezi, kutandika kitanda chake hawezi, kufua soksi yake hawezi. Ya, unaandaa mtoto wa namna gani? Huyo mtoto yani ni mtoto gani? e, yani, una, unaandaa nini yani? e, una prepare kitu gani? So nitaka tu nisisitize, ni, ni, ni, ni, ni kwamba fine wewe una mtazamo wako which is okay, lakini mtazamo wako hauwezi kuwa mtazamo wangu, na huu mtazamo wangu pia si ulazimishi uwe mtazamo wako, but I'm just sharing what I know, kwa sababu nikisoma neno la Mungu na, na, na, na nikiangalia mifumo na kanuni ambazo Mungu ameziweka, kila kitu lazima kiwe na ugumu wake mwanzoni. Mkulima analima, anaotesha, ana, ana, ana mbegu, anapalilia, anaweka mbolea mpaka aje avune, hiyo process Mungu ndio kaiweka. Mtoto anazaliwa kuna mimba kuna kuzaliwa kuna uchanga kuna changamoto nyingi hapa, hajajua kuongea hajajua chochote mpaka ajifunze mpaka aongee mpaka There is is is. process. That is how life is. Kwa hiyo huo ndio mfumo wa maisha ya? Lakini wewe kama unaamini una mfumo wako ready made ambao because now you have everything. Kwa hiyo kwahiyo hutaki watoto wako wajue kama mfumo wa maisha unaweki vipi No problem. Tuza kwenye video zangu. Karibuni sana. Video ni nyingi tofauti tofauti. All in all, ningependa all wanawake waweze kutoka kwenye fikra zile za... Ndiyo hizo. Ndiyo hizo hizo fikra ambazo wanawake wanataka tu wanaume wenye hela, anataka tu shortcut. Apate tu hela ambazo hajafanyia kazi. Ndio hicho nachokisema kwa sababu hatukuandaliwa kwamba we msichana, soma, jiandae vizuri, pata maarifa, pata skills, fanya kazi, fanya nini. Wewe ni msaidizi, wewe sio goalkeeper.